Mjadala wa vijana kutumia kinga kuepuka maambukizi ya mimba ambazo hazikupangiwa ni swala nyeti miongoni mwa jamii licha ya athari zake kuwa dhahiri. Je, mwafaka utapatikana hivi karibuni, hasa vijana hata chini ya miaka kumi na mitano wakipata mimba au maambukizi ya ugonjwa wa Ukimwi na zinaa. Tulidadisi swala hili wakati ambapo dunia nzima iliadhimisha siku ya kinga dhidi ya ngono yaani World Contraceptive Day. Wiki iliyopita dunia nzima ilisherehekea siku ya kinga dhidi ya kupata mimba na magonjwa ya zinaa yaani World Contraceptive Day. Humu nchini vijana kutoka vyuo vikuu waliungana katika chuo kikuu cha Kenyatta. Wengi wao hawakuwa na haja ya kutumbuizwa ila kupata maelezo zaidi kuhusu afya yao ikihusiana na ngono, wengi wakielezea kwamba ndio nafasi pekee wanayoweza kujieleza. Wazazi wetu wengi sana watuongeleshi kuhusu mambo ya contraceptives. Kwa hivyo wakati kama huu ambao tuna launch World Contraceptives Day ni kama opportunity ya kila mtu aje ajue jinsi the C word, yani C word inamaanisha the contraceptives could be condoms inaweza kuwa mipira. Wengi wao wanakabiliwa na matatizo ya tamaduni za jamii, licha ya kwamba wako katika umri hatari wa mahusiano na vijana wenzao. Na kutokana na uwazi wa mawasiliano, hasa katika runinga na vitabu, baadhi husalia wamejaribu mienendo ambayo hawajaielewa vilivyo athari zake. Ukiongea kuhusu youth wanakuona kama umeenda shule Milan, Vizuri, and you want to contradict the culture. But it is not those things. It will be our health, our life. So mimi naomba youth huko mashinani, mostly from northeastern and eastern, we take this thing seriously. Kila topic ambayo ina contradict culture ni topic ambayo inahusu afya yetu. Kulingana na kituo cha sheria cha Afrika Mashariki, takwimu za dhihirisha asilimia arobaini ya watoto wanazaliwa katika uzazi ambao haukupangiwa, nayo idadi ya vijana wanaohusika ni asilimia arobaini na saba Wasichana wengi huamua kuavia kuwavya mimba asilimia kumi na sita wakiwa chini ya miaka kumi na sita na asilimia themanini na tano ya vijana hawatumii mbinu za kujikinga, na kushinikiza uwezo wa kuweka wazi swala hili kwa vijana wa marika yote lakini kuna changamoto ya kumpa mtoto wembe umkate akiwa mchanga. Sizi sema hiyo ni tiketi, kwa sababu siku hizi hizi mitandao, watoto washajua hizi vitu ziko, so by sisi kuambia, hizi, kuambia jua hizi contraceptives nikaa tunawasaidia. Utafiti wa Wizara ya Afya ya Umma kupitia shirika la Kenya Urban Reproductive Health katika miji mitano nchini ikiwemo Machakos, Nairobi, Kisumu, Kakamega na Mombasa. Mji wa Machakos tu ndio ulikuwa na asilimia ndogo ya wasichana wanaopata mimba wakiwa wachanga. Aidha, swala lilochangia miji mingine kuwa na vijana wanaopata watoto, magonjwa ya zinaa na hata maambukizi ya ukimwi ni ushawishi wa vijana wengine kuingia katika ngono ya mapema. Utandawazi, internet, televisheni na mbinu za kisasa za mawasiliano zinawapa nafasi kufuata mienendo ya nje inayokiuka maadili na tamaduni za jamii ya Afrika, ambapo watoto hawangesubiri ndoa. Siku hizi vijana hupeleka maisha yao mbio, sio kwa hivyo, wana wanakimbilia sasa ni ngumu kufanyika hivyo. Machakos, vijana wengi wamekubali kutumia kinga, lakini hata licha ya mjadala huu kudhihirisha hatari iliyopo na wazazi wenyewe kulaumiwa kwa kutowajibika na shuleni, mawasiliano ya wasia kwa nadra vijana wenyewe wanawasiwasi kuhusu wenzao wachanga hasa kati ya miaka kumi na tatu hadi kumi na saba wao wenyewe wanaweza kuzungumza na wenzao, kuna mafundisho makuu. Ningependa ninaweza kumwelezea tu, lakini condom sitampatia juu, nikimpatia condoms anaweza ona kwamba hata yeye mwenyewe anafaa zitumie. Mimi naona ni vema kukuwa na vijana wanao wanaoishi maisha njema, maisha ambayo ina, inapendeza, wenye wako protected. Wale vijana ambao wanazaa ovyo ovyo wanafuata wasana kote kotekote, saa ambayo si njema. Ikiwa mwafaka utapatikana, ni mjadala utakaohitaji kuendelezwa katika ngazi za sera na taasisi za elimu na afya kupata suluhisho.